Mimi nasema kama msalia, mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, na nimechunguza, na mimi nataka niwaambie itakuwa vigumu sana kumshinda mheshimiwa William Ruto 2027. Haya maneno yote yakiwa pale, ni haki ya watu kuzungumza, lakini nataka niwaambie itakuwa vigumu sana. Wameshingana, wameshikana kwa serikali ya broad based, ati sasa utaenda huko uta hey. Kwa hivyo mimi nataka tushikane, tufanye kazi pamoja, tuvuke vizuri, tuwe na proper resource allocation kwa bunge letu ili kila sehemu ya taifa letu ipate haki vizuri.